Waziri wa ujenzi mheshimiwa Abdallah Ulega, siku ya Mei ishirini na sita mwaka huu ametua katika wilaya ya Masasi mkoani Mtwara na kupokelewa na mwenyeji wake ambaye ni mkuu wa mkoa huo kanali Patrick Kenan Sawala, tayari kwa ajili ya kukagua mradi wa ujenzi wa barabara ya Mnivata Mitesa yenye urefu wa kilomita mia moja sitini unaoendelea kujengwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Ulega ameanza kukagua barabara ya Mitesa Masasi yenye urefu wa kilomita 60, inayojengwa chini mkandarasi ya mkandarasi aitwaye China Communication Construction Company Limited, yenye thamani ya shilingi bilioni 92. Mheshimiwa Waziri ameonyeshwa kulizika na hali ya ujenzi huo kwani mpaka sasa umefikia asilimia thelathini na moja huku matarajio ya mradi yakiwa ni asilimia thelathini na nne. Faida Online TV watu wa field pasi na hina tumekuandalia taarifa ifuatayo jina langu naitwa Karim Faida. hii ni Faida Online TV tafadhali baki nasi Sawa aa na, na mahitaji ya mkataba wetu. Eh? Kwa hivyo hapo hatuna, hatuna nini. Hata hivyo Mheshimiwa Ulega akataka kujua kama wenyeji wa maeneo hayo wanapewa kipaumbele kwenye ajira, lakini wanasema wanafanya kazi wengi mia mbili sabini na nask. kama unatoa nafasi za kazi, kazi kwa wenyeji wetu, okay sehemu kubwa ya wafanyakazi ambao kwa kazi zile ambazo Yes. Yes. Wa wa wa muhimu sana muhimu muhimu sana, nimefurahi nimekuta hapo mna sociologist akisheni. Mnaa wanapata ajira vijana, hii ni miradi kativa okay, mbali kwamba itakuja kuondoa tatizo la au, yeah, changamoto ya accessibility eko baada ya kurahisisha usafiri na usafirishaji, lakini wakati wa ujenzi kama hivi, lazima mpate uhakika wa wanaofanya kazi, naleta ajira kwa vijana, naleta ajira kwa wakina mama. baada ya hapo Waziri Ulega akafika kwenye kijiji cha Lidumbe kata ya Mahuta wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara, kijiji kilichopo ndani ya mradi wa barabara ya Mnivata Mitesa yenye urefu wa kilomita mia moja, mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 142 na, na kujionea hali ilivyo. Mheshimiwa huyo kama kawaida yake akataka kujua kuhusu wakazi wa maeneo hayo kupatiwa ajira hata za muda mfupi. Mara hii akamtaka diwani wa kata hiyo hiyo, Mheshimiwa Namkuu Mohamed, maarufu kama Purtin, atoe majibu ya hilo. <laughs> Kama jina lake lilivyo, akaonyesha upotini wake papo hapo, maana amemlipua mkandarasi ambaye ni China Wu Ying Company Limited anayeshughulika na barabara hiyo pasi na kupepesa macho, maskini wanapata ajira vijana hapa, mheshimiwa waziri. Kwa jina kwanza linaitwa na Namkuu Mohamed yeah, watu wengine wa kata hii wanapenda kuniita Puti. Puti. Puti. Ah, Puti. Yeah. uh -huh. Mheshimiwa waziri ukweli uliokuwepo, uh -huh. Tuliweza kuambiwa kwamba vijana hawa watakuwa katika wale ambao mradi unapopitia wanapata ajira. Ndio ukweli ni kwamba kitu kama hicho hakipo, lazima tuseme ukweli. Jambo <laughs> hili kwa kweli mheshimiwa waziri, inakuumiza sana, kwa sababu tunakuwa hatuna majibu, baadaye tunalaumiwa sisi, kitu ambacho si haki yetu kulaumiwa. Inabidi Walli wawe wale, waje watoe majibu haya ya maswali ambayo, kama mnaniuliza, ili wananchi hawa wajue kwamba kwa nini awapate ajira wakati miradi inapita kwenye maeneo yao, mheshimiwa waziri Maelekezo pao. pao. pao. ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, hizi hela nyingi anazozielekeza huku zitoe ajira kwa vijana na zitoe ajira kwa kinamama. Sasa wewe hechana, hakikisha unapitia katika ofisi za mtendaji kata na mtendaji wa vijiji Sio mnachukua tu watu wenyewe mnavyotaka, na wakati mwingine mnaweza kawa mnafanya deal humo humo, yaani mtu apati mpaka atoe chochote kitu. Hiyo ni haramu sawa. Mzee usicheke, ni vibaya. Nikisema wewe unacheka, hiyo ni haramu kabisa. Sawa eh, napaswa kuhakikisha kwamba kati kwa mfano hapa ameniambia tutaongeza wafanyakazi 100 mwezi ujao. Sasa wafanyakazi 100 ni wengi na hawa vijana wote wanaweza kufanya hizo kazi. <coughs> Wacha hiyo kazi. Mtendaji wa kata iko wapi? Nimesikia hapa mtendaji wa kata, mama mmoja au na mzee? Ah, ndio mzee ka karibu na huyu. Maanayangu ni kwamba huyu uhakikisha huola karibu Nataka ripoti za uhakika za ajira zinazozalishwa na hizi kazi, kwa sababu vijana wanataka hizi kazi. Kwa hiyo hakuna mambo ya kupita pita kuleta ujanja ujanja, tunataka mambo yaliyonyoka namna hii. Mwaka huu sisi wizara ya ujenzi, taa za barabarani tulizonunua kwa ajili ya nchi nzima yenye mikoa zaidi ya 26, nchi nzima tumenunua taa elfu tano tu ndo tuzigawe. Kwa hiyo ni wastani wa kila mkoa upate taa mia mbili. Barabara ya Mtwara mpaka Masasi kupitia Tandahimba na Newala yenyewe peke yake inapata ta elfu nne na mia nane eh? Unaweza ukaona namna ambavyo patabadilika Mtwara na patakuwa ni tofauti kabisa na tofaut. Mmebarikiwa ili korosho zipite vizuri, ili ufuta upite vizuri, ili baazi zipite vizuri ili zichoroko zipite sawa sawa, au vipi? Sisi kwetu tunaita mbao, nyie mnaitaje huko? Ming'oko na yeye itapita humo humo hapo, vipi? Mmepata kitu kikubwa sana, kwa hivyo tembeeni kifua mbele na natangazeni hiyo kazi nzuri. Mtu mwingine yeyote akija kutaka kuambieni maneno ya ushawishi ushawishi, mwambieni bwana, wewe sikiliza. Hatutaki sisi kugombana na kuonekana ni watu tusio na shukrani, tukuonekana nini watu tusio na shukrani kwa sababu unaposhukuru unapata zaidi au sivyo bwana? Yeah. Na watu wote ninyi mnaelewa aljazau ihsan ila ihsan, ihsani ulipwa kwa ihsani, mnafanyiwa kweli, mnatatuliwa changamoto hatuwezi kusema hiyo ni hisani, sawa, ni haki yenu kupata, lakini mwanadamu lazima atoe shukurani hata inapokuwa ni haki yake. Kwani si kweli bwana? Haki yako, lakini mtu kama amekufanyia kazi vizuri, si unamshukuru? Nilikuwa nataka kuasistizeni ya kwamba asije mtu akawashawishi maneno kinyume. Mtazamaji wa Faida Online TV Mradi huo wa Mnivata Mitesa kwa pamoja sitini ambao una urefu wa kilomita 160 ambao unagharimu shilingi bilioni 234 za kitanzania na unatarajiwa kukamilika mwezi wa kumi mwaka 2026. Mwanafildi mwenzangu, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba ni kukumbushe kusubscribe, ku like na comment chaneli yetu, hata kutushauri binafsi, ili tuendelee kukupa huduma zilizo bora. Asante na kwaheri. <tune>